Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Leo nataka nizungumze nanyi wanawake, wanawake, nataka niwaambie jambo moja ambalo wanawake wengi hawalitambui na hawaelewi kwamba kufanya hivyo ni makosa mbele ya mwanaume. Mume wako hafokewi hata kama amekosea. Mumeo akikukosea, hutakiwi kumfokea. Unachotakiwa kuwa mtulivu, kumsikiliza kwanza, kisha umwelewe Sio kumfokea. Hili linaleta picha mbaya sana katika ndoa, na mara nyingi ndicho kinacholeta usumbufu katika ndoa. Unaambiwa kwa sauti ya upole na heshima. Kumfokea mume wako ni kumfanya, badala ya kukasi kukusikiliza apambane na wewe kwa kukunyoshea au kukuonyesha umwamba wake na jeuri yake maradufu, kwa sababu kumfokea ni ishara ya kumdharau kitendo ambacho hatokubaliana nawe kamwe. Sasa unapoongea mwanamume anakuambia jambo, alafu wewe unaamua kumfokea, yaani yeye lazima aje juu na adhihirishe wanaume wake. Hapo ndipo mnapokosea wanawake wengi. Kumfokea mwanaume ni kosa kubwa na haitakiwi kumfokea mwanaume, bali kumwelekeza na kumsikiliza kwa umakini au kujibizana kwa muda, hili ni kosa pale mnabomoa. Badala yake mjitahidi kutafuta njia ya mbadala ya kusuluhisha tatizo kuliko kufokeana. Hapa duniani na Afrika kwa ujumla, hakuna mwanaume anayependa kufokewa. Wanaume ni kama watoto wadogo, wanatakiwa kuwaelekeza, si kuwafokea. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu.